kwa ukanda wote wa pwani, hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na mkoa wa Iringa, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wa kaskazini isipokuwa mkoa wa Morogoro, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu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 Dodoma kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na nane. Mwanza kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na tisa. Kilimanjaro kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na nane. Mbeya kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na nne. Morogoro kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na tisa. Arusha kiwango cha juu cha joto usito 25. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna raziada. Ulikuwa nami Rebeca Willium, tukutana hapo kesho muda wakati kama huu.